Ni katika eneo la Salasala sala ambako msiba wa mwanafunzi huyo wa Chuo Kikuu cha Tumaini Emmaus Kajura umewekwa, huku ndugu, jamaa na marafiki wakiwa wamegubikwa na simanzi. Katika miaka ya nyuma ilikuwa ni nadra sana kusikia tukio la mtu kuuawa au kujitoa uhai, lakini sasa hali ni tofauti, ambako matukio haya yamekuwa yakiibwa mjadala kila kona. Msemaji wangu namfahamu kama mtu ambaye mtu mwema tu na kwa hili lililotokea, mtu ambaye ambayeona tarajia chochote kile, akatoka nje, baada ye yuko ndani humo. Baada ya muda sasa, mpanga wa chumba cha pili na akaamka, nitakwenda chooni, alimwona yule anapoingia chooni, lakini hakutoka upesi, bila sukume mlango ule, akamkuta mtu kisha kauka. Taarifa ilivyofika, nilisikia mtu, kuna mtu kajinyonga ka, lakini sikwenda kuhakikisha Nikaendelea na kazi. Baada ya hapo, kwenda kuhakikisha nikashikwa hata na butwaa. Kuangazia matukio kama hayo, Azam News imezungumza na wadau wa kada mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini, taasisi za haki za binadamu na wananchi, tukitaka kujua kulikoni. Kuna msongo wa mawazo, kuna mtu labda akakosea kidogo, unaona. Kuna ile mtu tu nani, mwenye mwenyewe tu, unaona, ndio kitu ambacho kinapelekea mpaka mtu Hatua, tukiangalia namna ye, namna ambavyo kizazi hiki kinaweza kupokea mihemko na kujibu mihemko au kurespond ni tofauti na kizazi kilichopita. Kizazi kilichopita kilikuwa kimelelewa katika hali ya utulivu, tukiangalia, kulikuwa hakuna mambo mengi yanayohusishana sana na masala ya teknolojia, hivyo ilikuwa inasaidia sana hata mtu akiwa na changamoto kuweza kuwa na utulivu katika kujibu swala lile ili sasa hivi watu wanakata tamaa kuhusu maisha, na mtu anaona bora aondoke. Au ni kwa wale ambao wanachukua uhai wao wenyewe, wana sababu nyingi. Sasa hivi, unajua, vijana ni wengi kama ukiangalia ripoti yetu ya sensa, ambao wana changamoto nyingi, hasa za kiuchumi. Ajira hakuna, biashara haziendi, familia zinawategemea, lakini pia malezi ambao watoto wanalelewa sasa hivi sio malezi ya zamani ambao watoto walikuwa wanalelewa kuweza kupambana na changamoto za maisha. Matukio yote ya kujiua na kuua wengine pia yanahusishwa na hali ya mtu kwa athirika ya kisaikolojia. Ishu kubwa ni kwamba watu wengi hawakubaliani na hali halisi ambayo inaotokea, mfano labda mtu ameachwa. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo jamii tunaiasa, inapopata tatizo wapate msaada wa kisaikolojia. Viongozi wa dini nao wanaeleza njia sahihi ya kufuata ili kupata suluhu ya changamoto hiyo. Upendo umepoa miongoni mwa ndugu, na ule upendo kupoa kule, kukosekana kwa upendo kunachokia kunachochea hasira kunachochea hali ya kulipa kisasi, na wakati mwingine mtu anaposhindwa kutatua tatizo lake binafsi anafikia mahali pa kuamua kuchukua shortcut hata ya kuondoa maisha yake. Tumwombe Mwenyezi Mungu aishukia ulimwengu sasa hivi, urudi katika kumwamini Mungu kidhati na kumtambua na kufata miongozo yake, haya matatizo yote yataisha. Baadhi ya matukio ya hivi karibuni ya kutoana uhai na kuuawa ni tukio la mama kujiua yeye na watoto wake wanne huko Igunga mkoani Tabora, mtendaji wa kijiji kuuawa kaliua Tabora, wanandoa kukutwa wamekufa nyumbani Dar es Salaam, na mama kuua watoto wake mkoani Kilimanjaro. Upendo Michael, Azam News Dar es Salaam.